Burger... <Nilúsica> Nimefika hapa kwenye kituo cha basi kilichoko maeneo ya Berger, Lagos nchini Nigeria nitazungumza na Ismail. Ismail amekuwa dereva wa daladala za njano kwa miaka 15. Hujambo Ismail? Leo tutakuwa wote, na utanifahamisha vitu ninavyovipenda kwenye kazi yako ya kuendesha daladala <muchasana> you get into driving danfo buses? I I started started oh. uh, so that is when I started driving. How was it like then? Ulianza lini udereva? Nilianza udereva baada ya masomo ya sekondari Haikuwa rahisi lakini utafanyaje? Awesome, inabidi ujitoe kutafuta. Kwa wastani unapata pesa ngapi kwa kuendesha daladala? Bei ya mafuta imepanda, everything, everything does, kwa hiyo tunajitahidi. So like, yes, unapata kiasi gani kama faida? To, to binafsi ama kwa ujumla? Kwa siku labda naira elfu kumi na tano Uh, na mafuta pesa zote zinakwenda kwenye mafuta awali, lininunua mafuta kwa naira elfu sita, ya kusasa ni naira elfu ishirini. Una familia? Umeoa na watoto? Una watoto wangapi ngapi? Miezi tisa sasa Je, unachopata hapa kinatosha kukidhi mahitaji ya familia? <coughs> Uh, you know, kibu, hali ilivyo kwa sasa <coughs> tunajitahidi tu, kila mtu anapambana. <coughs> Maana hauwezi kukaa nyumbani <coughs> na kupata pesa. <coughs> I understand, na kuelewa